Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sema, enyi makafiri, siabudu mnachokiabudu, wala nyinyi hamwabudu ninayemwabudu, wala sitaabudu mnachoabudu wala nyinyi hamwabudu ninayemwabudu. Nyinyi mna dini yenu, nami na dini yangu. Suratul Kafirun imeteremka Maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awakatishe tamaa makafiri katika juhudi zao za kutaka kusikilizana na mtume katika wito wake wa haki, kwa kuwa yeye ni mwenye kubakia vile vile juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu ila yeye, na wao wabakie kuiabudu miungu yao ambayo haifidi chochote katika haki, wao wawe na dini yao walioifuata baba zao na yeye na dini yake aliyomridhia Mwenyezimungu aifuate. Ewe Muhammadi, sema enyi makafiri, mliyoshikiliya juu ya ukafiri wenu, mimi simwabudu mnaye mwabudu nyinyi badala ya Mwenyezimungu, wala nyinyi siwenye kumwabudu huyo ambaye mimi na mwabudu naye, ni Mwenyezimungu wa pekee, wala mimi simwenye kuabudu mfano wa ibada yenu, kwani nyinyi ni washirikina Wala nyinyi siwenye kuabudu mfano wa ibada yangu, kwani hii ni tauhidi, ibada ya Mungu mmoja. Nyinyi mna dini yenu mnayoitakidi, na mimi na dini yangu aliyoteulia Mwenyezi Mungu nishike.